Kila kitu tunachofanya tunavyoishi, tunavyowasiliana vyote vinategemea namba. Tunaishi katika ulimwengu unaoendeshwa na namba. Namba ndiyo lugha ambayo ulimwengu mzima unaielewa, na kama huielewe, unaweza ukajikuta unafanya maamuzi mabaya mno, maamuzi ambayo yanaweza kuharimu maisha ya watu wengi au hata ulimwengu mzima. Lugha ya namba ni siri ambayo wanaoielewa vizuri wanaweza kutawala nyanja nyingi sana katika maisha. Fikiria tu kwa mfano, katika fedha, kila kitu ni namba, bei, riba, deni, faida. Katika tiba, afya yako pia inategemea namba vilevile, mapigo yako ya moyo, shinikizo la damu, kiwango cha sukari mwilini. Katika sayansi na teknolojia, namba ndiyo msingi wa kila kitu, kompyuta, simu, rocket, au hata akili bandia yenyewe ambayo hutegemea zaidi lugha ya namba. Kwenye upande mwingine, katika kipengele cha chakula kuna namba pia: kalori, virutubisho, vipimo vya uzito na mengineyo kadha wa kadha. Ndugu zangu wapendwa, maendeleo yote ya dunia leo yanategemea namba. zinatuongoza zinatupima, zinatuelekeza. Kwa upande mwingine, kwa upande wa kiroho, Bibilia amegusa kwa kina mno na imeonyesha ni namna gani namba zimekuwa zikitumika mara nyingi sana. Kwa mtazamo wa kiroho, Mungu alitumia nambari kama msimbo wa uumbaji, mfano wa kimungu unaoleta utaratibu, uwiano na uzuri katika kila kitu kilichokuwepo na kile ambacho kimepangwa. Na wale wanaojua siri hii wanaweza kuelewa ulimwengu huu mzima, wanaweza kutabiri mambo, wanaweza kubadilisha maisha ya binadamu. Biblia imetaja namba nyingi mno. Kuna arobaini, saba, kumi na mbili, tatu, kumi na nyinginezo nyingi sana. Kwa kina, nataka tuanze kwenye series ambayo tutakwenda kuzitizama na kuzichambua namba hizi chache kwa undani wake juu ya maana yake ya kiroho. Je, namba hizi zimezungumzwa wapi? Zinamaanisha nini? Maana na tafsiri yake ni ipi? Na pia tutapata kuziangalia kwa kina kuchambua na kujua undani wake hasa katika kipengele cha maandiko. Karibu tukianza na namba 40 katika Bibilia. Namba hii mara nyingi huwakilisha kipindi cha majaribu, maandalizi, utakaso au mabadiliko. Ni wakati ambapo Mungu humtenga mtu, humjaribu, humrekebisha na kisha humtuma kwa kusudi jipya. Kwa mfano, iko mifano mingi, tuanze na wa kwanza ambao ni rahisi zaidi unaonekana ni maisha ya Musa. Musa aliishi kipindi cha miaka 120 kilichogawanyika katika vipindi vikubwa vitatu, na kila kipindi kilikuwa na miaka 40. miaka 40 ya kwanza Musa aliishi Misri. Katika kipindi hiki alikuwa mwanamfalme, kipindi hiki kilikuwa ni kipindi cha kujifunza uongozi na maisha ya kifahari. Akiukimbia mkono wa Farao, Musa akaishi tena miaka 40 jangwani, aliishi huko, kipindi hiki ilikuwa ni kipindi cha unyenyekevu na kufundishwa kiroho. Mungu alikuwa akiisafisha akili yake na kutoa mentaliti zile zilizokuwa za Kimisri, akimwandaa kwa kusudio lake na nafasi katika sehemu inayofuata. Kama ilivyokuwa ada, miaka 40 ya mwisho ya Musa aliishi jangwani, akiwaongoza ya wana wa Israeli kwenye jangwa lile lile alikoishi miaka 40. Hiki ni kipindi cha utumishi kutimiza kile ambacho ulikuwa ni wito wa mwenyezi Mungu. Kila kipindi cha miaka 40 kilikuwa ni hatua ya maandalizi, kujijenga na utimilifu wa kusudi. Sehemu ya pili ambapo tunaweza tukaona namba 40 ni kwenye maisha ya Wanaisraeli na maisha kabla ya hapo. Kwa mfano gharika kubwa ya Nuhu yenyewe ilidumu kwa siku 40. Hiki kilikuwa ni kipindi cha utakaso na kuanza upya, kwa maana Mungu alinungunika kwa nini amemuumba binadamu. Kwa hiyo alikuwa akisafisha uovu na kuanza upya huko, akimchagua Nuhu kuwa ndo binadamu ambaye alikuwa anauanzisha upya huo. Kipengele kingine kilikuwa ni kipengele cha wapelelezi waliotumwa Kaanani, kipindi ambapo wana wa Israeli walikuwa wanajiandaa sasa kuingia kwenye nchi ya ahadi, lakini walituma wapelelezi kwenda kutizama mambo yanavyokwenda asa katika ile nchi na wale wapelelezi walikaa huko kwa siku 40. Kilikuwa ni kipindi cha kujaribiwa kwa imani yao, kwa maana wakati wapelelezi wanarudi, hawakuongea uzuri wa ile nchi ambayo Mungu amewachagulia, wa walichokiona ni namna ambavyo watu wa ile nchi ambao walipaswa kwenda kuwatoa walivyokuwa wakubwa, wenye miraba minene na kama majabali. Kwa hiyo kwa imani yao ilifeli, wachache tu walioamua wa kumwamini Mungu peke yake, wao ndio walioingia katika nchi ya ahadi Israeli walizunguka jangwani kwa miaka 40. Kipindi hiki ni muda wa Mungu kusafisha mioyo yao kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi. Kumbuka waliishi Misri kwa miaka 400 mfululizo. Mungu alikuwa akiandaa kutoa zile akili za kitumwa, akiwaandaa kuingia katika nchi ya ahadi. Lakini pia namba 40 kwenye kipengele kingine ni kwenye maisha ya Musa mwenyewe. Musa alipanda mlima Sinai mara mbili na kila alipopanda alikaa huko juu kwa siku arobaini. Mara ya kwanza alikwenda kupokea amri kumi, aliposhuka akakuta wana wa Israeli wamekengeuka na kusahau Mungu wao, wakijitengenezea Mungu wao wenyewe. Ikisha Musa akazivunja zile amri, vile vibao vingine, na kisha akarudi tena kwenye mlima Sinai, akikaa huko tena kwa siku nyingine arobaini. Mara ya pili ilikuwa ni kuliombea taifa, kuomba rehema ya Mungu. Namba 40 hapa katika kipengele cha pili inatuonyesha mpito kati ya kile kilichopita na kinachokuja. Ni daraja la kiroho kutoka zamani kwenda upya. Gharika, wapelelezi, Misri pamoja na Musa, hivi vyote vinatuonyesha kipindi cha zamani na kipindi kipya. Sehemu ya tatu ambako namba 40 inaonekana ni kwenye maisha ya manabii na wafalme. Kwa mfano nabii Eliya alisafiri siku arobaini hadi mlima Horebu kutoka huko, alikwenda wakati ambapo alikuwa na hofu ya maisha yake, na ili kutoka katika hofu hadi kuanza kwa kusudi jipya. Goliati aliwatisha Israeli kwa siku arobaini kabla ya ushindi wa Daudi. Mji wa Nineva ulipewa siku arobaini. Kwa lugha nyingine, mji wa Ninawi ulipewa siku arobaini za kutubu, kipindi cha onyo na rehema kwenye kipengele cha wafalme Sauli, Daudi na Suleiman kila mmoja alitawala kwa takriban miaka 40, kipindi kamili cha uongozi na hatima ya taifa. Kila miaka 40 hapa ilikuwa ni mzunguko wa ukamilifu na maamuzi ya Mungu. Kwenye kilele kabisa cha namba 40 tunafika kwenye maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ilikuwa ni utimilifu wa maana kamili. Wapendwa, Yesu alifunga siku 40 jangwani kipindi cha majaribu na ushindi dhidi ya Shetani. Baada ya kufufuka tena, Yesu alikaa duniani kwa siku arobaini akifundisha wanafunzi wake kabla ya kupaa kwake. Kama vile Israeli walikaa jangwani kwa miaka arobaini kabla nchi ya ahadi, vivyo hivyo Yesu alikaa siku arobaini kabla ya kuzindua kanisa, ufalme wa kiroho wa Mungu. Kwa hiyo kila tunapokutana na namba 40 tafsiri yake ni kipindi cha majaribu kinacholeta mabadiliko. Ni wakati kati ya ahadi ya utimilifu, maumivu na ushindi, kifo na ufufuo. Mungu hutumia namba 40 kujenga upya maisha na hatma kwa mtu binafsi au kwa taifa zima. Si namba tu, ni hesabu ya kimungu ya mabadiliko. Ukweli ni kwamba hata leo wengi wetu tuko katika moja kati ya vipindi vya namba arobaini vya kiroho. Wengi tuko kwenye kipindi cha maandalizi, Mungu anatufundisha kwa ajili ya sura mpya ya maisha yetu. Wengine tuko kwenye kipindi cha majaribu, Mungu anatupima imani yetu na uthabiti wetu. Wengine tuko kwenye kipindi cha utakaso, Mungu anasafisha mioyo yetu, akili zetu na tabia zetu. Na wengine tuko kwenye kipindi cha maandalizi kwa kizazi kijacho, Mungu anatupika ili kupitia sisi dunia iponywe na ibadilishwe na haijalishi uko katika kipindi gani kumbuka maneno ya mungu yaliyoandikwa kwenye kitabu cha yeremia 29:11 kwa maana najua mawazo ninayoyawaza kwa ajili yenu mawazo ya amani wala si mabaya ili kuwapa tumaini siku zenu za mwisho kwa hiyo namba 40 ni zaidi ya hesabu ni ishara ya kipindi cha mungu kwa kukujenga kukuandaa na kukuonyesha njia mpya.